Leo kwenye World Football Lagos na kupeleka hadi Amerika ya Kusini zaidi ya kilomita zisizopungua umbali wa kilomita 65 hadi sabini kutoka pwani ya Venezuela mpaka kwenye kisiwa cha Caribbean. Lakini kijiografia, kisiwa cha Karibi kipo karibu zaidi na pwani ya Venezuela, ni miongoni mwa visiwa vinavyojulikana kama ABC Island, yaani Aruba, Bonaire na Curacao nasi tutajikita huko nchini Curacao ama ndani ya kisiwa cha Curacao. Kisiwa kidogo cha Karibiani cha Curacao kimeingia kwenye historia baada ya kuwa taifa dogo zaidi kuwahi kufuzu kombe la dunia kufuatia droo dhidi ya Jamaika ya Steven McClaren. Rekodi hii hapo awali ilikuwa inashikiliwa na Iceland kwenye kombe la dunia la mwaka 2018 lililofanyika na nchini Urusi, na Ufaransa ilimtambulisha Kylian Mbappe wakitoa ubingwa huo. Lakini Iceland ni kubwa zaidi kuliko Curacao lenye watu takribani laki moja na elfu hamsini sawa na ukubwa wa Cambridge au eneo la maili za mraba 171 ndogo hata kuliko zile za Iceland. Kocha wa zamani wa England Steven McClaren mzaliwa wa Mei 3 ya mwaka 1961 alijiuzulu nafasi yake ya ukocha wa timu ya taifa ya Jamaica muda mchache tu baadaye. Lege Boys ilihitaji ushindi Kingston ili kurejea Kombe la Dunia kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1998, ulazimishwa sare tasa, pamoja na penati ya muda wa majeruhi kufutwa na VAR. Hali kadhalika, kocha wa Curacao Dick Advocaat, ambaye hakuwepo uwanjani kwa sababu binafsi, sasa atakuwa kocha mzee zaidi kuwahi kuongoza timu kwenye Kombe la Dunia akiwa na umri wa miaka 78, akivunja rekodi ya Otto Rahego mwenye umri wa miaka 71 wa Ugiriki mwaka elfu mbili na kumi, wakati Spain ikitwaa kombe la dunia Afrika Kusini. Kisiwa kidogo cha Kalikao kipo maili 37 kutoka pwani ya Venezuela, kilipata hadhi ya kuwa taifa ndani ya ufalme wa Uholanzi mwaka elfu mbili na kumi. Baada ya kuvunjika kwa Netherland miaka kumi iliyopita, walikuwa nafasi ya 150, lakini hii leo tunazungumza kwenye viwango vya FIFA wako nafasi ya 82. Upanuzi wa Kombe la Dunia la mwaka 2026 ambapo timu 48 badala ya timu 32, pamoja na wenyeji Canada, Marekani na Mexico kufuzu moja kwa moja kumeongeza nafasi ya Curacao. Sasa wanakuwa taifa la nne kushiriki kwa mara ya kwanza kwenye fainali hizo, wakiwafuata Cape Verde, Uzbekistan pamoja na Jordan. Katika mechi kumi za kufuzu, Curacao imeshinda mechi saba na haijapoteza hata moja. Ndoto yao ilikaribia kuvunjika baada ya dakika ya nyongeza, baada ya mchezaji wa akiba Jeremy Antonese kuonekana akimwangusha Isaac Haidena na mwamuzi Ivan Barton kuamuru penati, lakini vali ikamwomba mwamuzi akatazame tukio hilo, na baada ya kwenda kwenye VAR mwamuzi akaifuta penati hiyo, jambo lililosababisha mshangao mkubwa kwenye kila kona ya uwanja. Curacao wataungana na Haiti pamoja na Panama kama wawakilishi wa CONCACAF kwenye Kombe la Dunia. Haiti wametinga Kombe la Dunia kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1974 baada, baada ya kuichapa Nicaragua mabao mawili kwa sifuri, baada ya Curacao kuvunja rekodi ya kisiwa cha Iceland iliyodumu kwa takribani miaka saba. Je, ni taifa gani dogo jingine kuja kuvunja rekodi ya Curacao? Hapo ndio mwisho wa World Football Records kwa siku ya leo. Jina langu ni Julius. Julius, until next week.